biblia inazungumza katika kitabu cha waraka wa kwanza wa petro sura ya kwanza mstari wa kumi anasema katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi manabii wote katika gano la kale walitafuta tafuta na kuchunguza chunguza waliona neema kwa mbali lakini walikosa picha kamili ya namna neema itakavyokuwa kwa. Waliandika kwa mafumbo, kwa sehemu sehemu, kwa sababu Mungu alikuwa alijifunua asilimia mia moja. Hata kama Mungu aliwatumia Roho, Mungu aliwatumia kutenda ishara na maajabu, hata kama waliandika nabii nyingi sana kwa habari ya Masihi, ya Mkombozi, lakini walimisi ule ukamilifu wa Mungu ufunuo wa Mungu kupitia mwana Yesu Kristo. Yesu Kristo akasema Yohana Mbatizaji ni mkubwa na ni mkuu, ni kwa sababu Roho wa Mungu alimfunulia kwamba utakayemwona anakuja kubatizwa kati ya watu utakaobatiza, atakayekuja kubatizwa ambaye Roho wa Mungu atakaa juu yake kama huwa, huyo ndiye mwana wa Mungu, huyo ndiye mwana wa Mungu. Yohana sura ya kwanza mstari wa ishirini na tisa 33 tunaona, alipomuona alimtambua, kwa maana alifunguliwa macho yake ya rohoni, akaona roho wa Mungu yuko juu ya Kristo Yesu kama hua, roho mtakatifu ametanda juu yake. Kwa hiyo, Yohana alipata picha kamili ya masihi, mwana wa Mungu atakuja kwa namna gani, ila manabii wote wa Agano la Kale walikuwa hawana picha kamili, walikuwa wanapewa vitu kwa mafumbo, kwamba atakuwa hivi atakuwa hivi, ila Yohana Mbatizaji alishuhudia kwa macho yake namna masihi alivyoibuka duniani. Kwa hiyo ukuu katika ulimwengu wa roho au ukuu katika ufalme wa Mungu katika Kristo Yesu unatokana na kiwango cha mtu kupata maarifa sahihi, yaani kiwango cha Mungu kujifunua ndani ya mtu. Namna gani wewe unamjua Mungu ndiyo inaongeza ukuu wako katika ufalme wa Mungu katika ulimwengu wa roho, kiwango cha taarifa na maarifa sahihi ya Mungu kufunuliwa ndani yako ndiyo inaashiria ukubwa au ukuu ulionao ndani yako. Kwa kiwango unaweza kumwona Mungu na kumjua Mungu, tabia za Mungu, sura halisi ya Mungu, matendo halisi ya Mungu kupitia Yesu Kristo ndio ukuu wako na ukubwa wako unaongezeka katika ulimwengu wa roho. Mungu anatumia watu ambao mioyo yao iko tayari kujua, iko tayari kujifunza, iko tayari kuonyeka, iko tayari kurekebishwa. Kuacha hali ya Mungu kujifunua ndani ya mtu na kumwona Mungu katika asili yake katika tabia yake na katika sura yake ndiko kunamfanya mtu kuwa mkuu katika mambo ya roho. Kitu kingine ambacho ni cha pekee ambacho matoleo ya sadaka akimfanyia Mungu, akupe hicho, kufunga kwako na kuomba kwako akimfanyia Mungu, akupe hicho, jitihada zako na bidii zako azikufanyia Mungu, akupe hicho, ni unyenyekevu, hali ya utii, hali ya kunyenyekea hali ya kushuka chini. Biblia inazungumza kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa sita anasema basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio dari, ili awakweze Mungu awakweze kwa wakati wake. Basi nyenyekeni. Maana ya unyenyekevu ni kuwa na utii, kuwa ni msikivu, kufanya sawasawa sawa na sauti ya Mungu kuenenda sawa sawa na mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Mungu hajawahi kumnyanyua mtu anayejinyanyua. Mungu hajawahi kumnyanyua mtu anayejua tayari. Mungu hajawahi kumnyanyua mtu ambaye hayuko tayari kurekebishwa, kukosolewa na kuonywa. Biblia inasema anayekataa maonyo ni nini? Anayekataa maonyo amtaki tena yoyote. Ambaye yuko tayari kutumika au kutumiwa na Mungu na kuwa ni mtu mkuu katika ufalme wa Mungu, lazima awe na moyo wa unyenyekevu. Ukisikia mtu ana moyo wa unyenyekevu, haijalishi cheo au nafasi alionayo, lakini yupo tayari kupokea maono, yupo tayari kushauriwa, yupo tayari kuambiwa hivi sio sawa. Hata kama utakuja kwangu nitaonekana katika namna ninakuvimbia, lakini kuna wakati nakaa peke yangu, nasema alichoniambia mtu fulani kinaleta mantiki ndani yangu na kirekebisha. Mungu anaangalia hali ya unyenyekevu. Mungu alifurahishwa na kampenda mfalme Daudi kwa sababu alikuwa na moyo wa kuonyeka, ile hofu ya Mungu, ile hali ya kujirekebisha. Unaweza kuwa katika nafasi fulani au ukawa na neema fulani, lakini ukawa na tabia ya kibinadamu au dhaifu fulani. Au mambo fulani huyajui sawasawa kama unapaswa kuyajua. Kiwango chako cha kunyenyekea cha kutii huwa tayari kurekebishwa. Mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye hashikilii mambo, ni mtu ambaye anaachilia Mungu. Hawezi kutuamini mimi na wewe kutupa nafsi za watu tuwachunge, tuwalee, wakati tuna asili ya kushikilia mambo, tuna asili ya kisasi. Mungu hawezi kututumia, Mungu hawezi kututumia tukiwa na hali ya malalamiko au manung'uniko ndani yetu. Mungu anauangalia ule we, ule weupe wa moyo, usafi wa moyo, alafu anasema mtu huyu nitamtumia, hata kuwa ni sababu ya kazi yangu mapenzi yangu kuto kutimia hapa chini duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko mengine yanazungumza habari ya unyenyekevu ni Mithali 29:23, Mathayo 23:22, Zaburi 147:6. Utofauti kati wa Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho ambao ni Yesu Kristo ni kwamba Adamu wa kwanza alishindwa kuonyesha unyenyekevu machoni pa Mungu, hakutaka kuisikia na kuiamini sauti ya Mungu, utofauti na Yesu Kristo. Yesu Kristo alionyesha unyenyekevu na utii mpaka dakika za mwisho. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tano hadi tisa, yeye aliyekuwa sawa na Mungu, Yesu Kristo ni Mungu aliyovaa mwili ni roho ni Mungu aliyokuwa huyo binadamu, alijinyenyekeza alijifanya kuwa sio kitu, kana kwamba ni Mungu akajinyenyekeza. Alitemewa mate, akafanyiwa ghasia, akakejeliwa, akatukanwa. Wakati Petro anatoa usime upanga anamkata sikio la askari, Yesu akamjibu akamwambia, mimi ni mtu mkubwa katika ufalme wa Mungu, by the way mimi ndo Mungu, mimi ndo chanzo, naweza nikaagiza kundi la malaika likaja likafika kila kitu hapo, ila alikuwa ni mnyenyekevu, ni msau. Sababu ya jina la Yesu Kristo kunyanyuliwa juu ya majina yote na kila ulimi utakiri na kila goti itapigwa ni kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyekaa ndani ya moyo wa mwanadamu, lakini alijinyenyekeza. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 wa 6 na 7 anasema Mungu wapinga wajikwezao ila huwanyanyua walio wanyenyekevu. Kunyanyuliwa na Mungu katika eneo lote la maisha yako haitokani na kiwango cha wewe kufunga na kuomba, haitokani na jitihada ambazo unazozifanya, haitokani na kwamba una, unaweza kufanya, unaweza kuimba sana au unaweza kuomba sana. Kunyanyuliwa, Mungu kukuweka katika nafasi fulani ya kuaminika na kukubalika na mambo yaweze kutokea na vitu viweze kukujia, inatokana na kiwango chako cha kufanyaje kujinyenyekeza kujinyenyekeza. Hakunaga hongo mbele za Mungu. Ataangalia tokea uokoke, tokea uwe katika nafasi fulani katika kanisa, umeonesha hali ya uaminifu, ili aweze kujibu maombi yako. Kuna watu kusema kweli, kama nilivyohubiri tuishiwa kwanza hapa, kuna mambo hayaezi yakafanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu ya aina ya mioyo yao, aina ya mindset, akili zao, fikra zao. Kwa mtu mwingine anawaza tu wafanikiwe ili akuoneshe kwamba na yeye ana fedha, anapenda ili akuonyeshe. Hebu watu wengine tu malipizi, watu wa visasi, ile hali ya ku ya kuonesha malipizi na visasi, motive yako ndani yako ile iko nyuma, lakini unachokitaka ndio sababisha Mungu asherewe akufinyange kwanza. Na kwa habari ya Mungu kufinyanga, Mungu anaga haraka Mungu anaweza kuacha hata ufikia miaka 60 hata 40, 80 ndio kufanikia. Ana haraka. Yeye ana haraka. Yeye swala la time, muda. Yeye yeah, hayupo ndani ya time. Time na muda unaenda kwa wanadamu. Ila yeye, yeah, ana muda. Ana haraka. Yupo tayari uone kile ambacho kimekusudiwa uchombiwa, ukifaidi ndani ya miaka hii miwili au mwaka mmoja, lakini baada ya kuwa tayari, baada ya kuandaliwa. Kama sasa unaweza Matayo sura ya 18 mstari wa nne anasema Yesu mwenyewe anasema, anayejinyenyekesha kama mtoto huyu mdogo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Moyo wa mtoto mdogo unasamehe, unautii, upo tayari kufundishwa, kuelekezwa, upo tayari kuonwa na kurekebisha. Anaye, anayenyenyekeza kama mtoto huyu mdogo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Wakati mwingine kwenye Mathayo 23:11 anasema, wakati wanabishana, jamani, kati yetu sisi nani mkubwa? Akawambia, aliye mkubwa kati yenu ni yule ambaye anawatumikia wenyewe.